Vita vimezidi kupamba moto kati ya Iran na Israel. Kila siku ni taarifa mpya za vifo na uharibifu wa mali kwa nchi hizo mbili. Wiki jana, Israel iliomba msaada kutoka Marekani. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alisema kuwa atafanya uamuzi katika wiki mbili zijazo ikiwa ataisaidia Israel au la. Cha kushangaza, siku mbili tu baada ya kauli ya Trump, Marekani imelenga na kulipua maeneo ya nyuklia. Ya Iran. Maeneo hayo ni ikiwemo Fordo, Natanz na Isfahan. Kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei amesema atafanya kila jitihada kujilinda. Iran imetangaza kuwa italenga raia wa Marekani au mwanajeshi yoyote aliyoko katika bara la Asia. Sasa Israel inajionyesha kuwa mbabe katika Mashariki ya Kati. Mojawapo ya sababu ya mzozo huo ni jaribio la Israel kuizuia Iran kuwa na silaha za nyuklia. Israel na Marekani zote zinaiona Iran kama tishio kubwa iwapo Iran itakuwa na silaha za nyuklia. Licha ya Iran kutishiwa na Marekani pamoja na Israel, bado Iran imejikita na kujiamini, huku ikiendelea kuionya Marekani kutoingililia kabisa vita hivyo. Iran imeapa kuiharibu Israel na pia kuilaumu kwa kutekeleza mauaji ya kimbari huko Gaza. Hadi sasa Iron Dome imeshindwa kuzuia makombora ya Iran. Hivi Iran inatumia makombora ya aina gani? Kombora la kwanza ni kombora la balistiki, yani ballistic missile. Sasa kombora la balistiki lina uwezo wa kusafiri kwa kasi ya kilomita elfu sita hadi elfu kumi na tano kwa saa moja tu. Kisha kuna kombora la hypersonic. Hili ndilo tishio kubwa kwa ulinzi wa anga wa Israel. Kombora la hypersonic lina uwezo wa kusafiri kwa kasi ya hadi kilomita 2025 kwa saa moja tu, na pia kombora hili lina uwezo wa kubadilisha mwelekeo wake likiwa angani. Sasa sifa hiyo ya hypersonic missile kubadilisha mwelekeo angani inafanya kombora hilo kuwa tishio kwa Israel, kwani hata mfumo wa ulinzi wa anga Iron Dome haiwezi kulizuia. Sasa swali la kujiuliza ni kwa nini Israeli na Marekani zinajihangaisha sana kuizuia Iran kuwa na silaha za nyuklia, na kwa nini nchi hizi zitishiwe na kuwepo kwa silaha za nyuklia nchini Iran? Kama unajua sababu tuma maoni yako, na usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Andika tu Brainset Team na mimi binafsi nifuatilie kama Ibrahim Jodia.